Habari mtazamaji wangu wa YouTube channel Engineer Cleaning service, karibu tena kwenye video nyingine, na leo nitaelezea kwa undani jinsi ya kuanzisha biashara ya usafi. Kama bado huja subscribe kwenye channel hii, basi subscribe ili uweze kupata dondoo mbalimbali zinazohusiana mbali na usafi. Basi kwa wale ambao wanapenda kuanzisha biashara ya usafi Leo ninakuja na hatua muhimu ambazo utaweza kuzifanya na ukafanikisha kuanzisha biashara yako ya usafi. Hatua ya kwanza kabisa ni utafiti wa soko, market research. Fanya utafiti wa soko ili kwanza uweze mf kufika kwenye biashara ya usafi. Kwanza tafanya utafiti wa soko ili uelewe mahitaji ya huduma za usafi katika eneo unalotaka kufanya biashara Yani ujue ni aina gani ya huduma za usafi zinahitajika zaidi, kama vile usafi wa nyumba, ofisi na maeneo ya kibiashara. Angalia pia washindani wako na bei zao, ili upate picha nzuri ya bei na huduma unazoweza kutoa katika eneo lako. Hatua ya pili, panga huduma zako. Kwanza kabisa, tafuta ni huduma gani unataka kutoa. Baadhi ya huduma ya usafi zinaweza kuwa usafi wa nyumba, villa, apartment, lakini pia usafi wa office, usafi wa maeneo ya kibiashara, usafi wa viwanda na huduma tu zingine, huduma zingine za usafi kama usafi wa kioo madirisha, I mean, lakini pia carpet pamoja na mapazia. So baada ya kupanga huduma zako, ni huduma ipo nataka kuitoa kwa wateja wako, fanya mpango wa biashara. We andika, andika business plan. Weka business plan. Kwanza kabisa tengeneza mpango wa biashara unaojumuisha malengo yako ya biashara, unataka kuifanya lakini, huduma zako ni zipi, bei, masoko na gharama za kuanzisha biashara. Lakini pia kwenye business plan unatakiwa upange jinsi utakavyotafuta wateja. Biashara yote ni wateja, kwa hiyo Koyo... fanya mikakati ya matangazo na jinsi ya kuongeza ufanisi wa biashara yako. Na hatua ya nne ni kupata vifaa na rasilimali. Unahitaji vifaa vya usafi kama vile vacuum cleaner. Na hapa kwenye vacuum cleaner kuna zaina mbili. Kuna dry vacuum cleaner lakini pia kuna wet and dry vacuum cleaner. Lakini pia hapa utakuwa unatakiwa kuwa na floor washer, ndoo sabuni za usafi, mifagio na vifaa vingine muhimu. Pia itakuwa muhimu kuwa na magari ya kusafirisha vifaa au kufanya usafi katika maeneo mbalimbali. Kwa hiyo, unaponunua vifaa pia unaweza kufikiria kununua gari kama unataka kuanzisha biashara yako kwa ukubwa. Lakini pia, katika kupata vifaa na asilimali, unahitaji kuajiri vijana utakaweza kufanya usafi na vijana hao, wana hao, wafanyakazi wako wanatakiwa kufanya kazi ipasavyo, ikiwa pamoja na kuwa waaminifu, wenye ufanisi na wenye uze, uzoefu kwenye kufanya kazi yako. Hatua ya tano ya muhimu pia, pata leseni na vibali. Na maeneo mengi ambayo biashara ya usafi inafanyika au inahitajika leseni na vibali kwa mamlaka za serikali za mitaa au serikali yenyewe. Hii ni muhimu kwa ajili ya kufanya biashara kihalali, na hapo kwenye kupata leseni na vibali pia angalia kama kuna sheria maalum zinazohusiana na usafi au mazingira zinazohitajika kufuatwa. Hatua sita, bima. Bima unaweza kufikiria kupata bima ya biashara kwa ajili ya usalama wa biashara yako. Bima huwa zinalinda pale unapoipata shida kwenye biashara yako, basi ukiwa na bima itakusaidia. Hatua ya saba, fanya ujio wa biashara yako, sababu baada ya kufanya process zote zile, hatua ya muhimu zaidi ni kama unaanzisha biashara ni kufanya ujio wa biashara yako, marketing. Tunaongelea tuna, tuna, tuna kuhusu marketing. Hatua ya kwanza ya kufanya marketing itangaza huduma zako kupitia njia mbalimbali mbali za uuzaji kama vile mitandao ya kijamii, door to door, au hapa, kwa maana nyingine nasema mlango kwa mlango, yani unaenda mlango, unagonga, unaelezea au unatoa kipeperushi, basi unaelezea, au unaelezea tu huduma unayoitoa. Lakini pia matangazo ya redio unaweza kutumia kutangaza biashara yako kwa njia ya matangazo ya redio na mabango ya nje na, hapa hapo kwenye marketing, pia unaweza kutoa ofa maalum kwa wateja wa kwanza ili kuvutia wateja wapya. Hakikisha wateja wanapata huduma nzuri na kuwa na ufanisi, ili wasiweze, ili waweze pia kueneza neno zuri kuhusu biashara yako. Ndio ndo tunaitaga ma tunasema, mtu anatoa shuhuda, basi ni kwa sababu kunatoa huduma nzuri, ndipo mtu atakuwa tayari kutoa shuhuda kwa ajili ya biashara yako. Na hatua ya nane ni huduma za mikataba. Unaweza kufanya kutoa pia huduma za mikataba, pia unaweza kutoa huduma za mikataba kwa wateja kwa mara kwa mara, ili kujenga uhusiano mzuri na kupata matokeo mapato, mapato ya mara kwa mara. Unaweza kuanzisha biashara kwa mkataba ukaweka, mtu anataka kufanya biashara yake kila baada ya wiki ukamfanyia usafi au kila, kila mwezi unaenda kumfanyia usafi. Kwa hiyo unaweza ukatoa mkataba ili kujenga mahusiano mazuri pamoja na wateja wako, lakini pia kupata mapato zaidi. Hatua ya tisa ni kufuatilia ubora wa huduma zako. Endelea kufuatilia huduma zako kwa kujua kama wateja wanaridhika na jinsi unavyoweza kuboresha huduma yako. Hii ni kitu muhimu sana kufanya. Kuuliza feedback kwa wateja wako ni kitu muhimu sana kwa sababu wateja wakikupa feedback ndio itakupa nafasi ya kuongeza zaidi, nafasi ya kufanya vizuri zaidi kwenye biashara yako. Lakini pia tumia maoni ya wateja kuboresha biashara yako na kuongeza wateja wapya. Sasa hizi ni hatua tu kama unataka kuanzisha biashara ya usafi, lakini ni kwa ujumla, hapa nimeelezea wale wanaotaka kufanya biashara usafi wenye mitaji mikubwa, let's say kuanzia milioni tano. Lakini kama una mtaji mdogo wa kufanya biashara, unapenda kufanya hii biashara, lakini pia una mtaji mdogo, basi endelea kuangalia videos zingine ambazo nitakuwa naelezea biashara moja moja na mtaji wake, ili uweze kufanya kuanzisha biashara hii ya usafi. O, kama umependa video hii basi usisahau kusubscribe, kushea pamoja na kulaiki, kwa watu wengine pia wajifunze jinsi ya kufanya biashara au jinsi ya kuanza biashara ya usafi kwa ujumla. Biashara ya usafi inaweza kuwa na mafanikio ikiwa utachukua hatua nzuri na hatua nzuri, lakini pia kuwa na mipango sahihi na madhubuti, kutoa huduma bora na kujitangaza vyema. Kila biashara yote inahitaji kujitangaza vyema. Kwa hiyo kama unapenda kujua zaidi kuhusu uh, kuanzisha biashara ya usafi au unapenda, unahitaji msaada zaidi kwa ajili ya kuanzisha biashara hii, usisite kuwasiliana nami kwa mawasiliano ambayo yanapita chini ya, ya skrini hapo. Karibuni engineering cleaning service, karibuni kwa ajili ya kupata dondoo mbalimbali za, za usafi. Usisahau usisafi, kusubscribe.